Habari mbio na mtazamaji wote pale ulipo, katika ufuatiliaji wa channel hii Aisha's Food. Leo nimekuja kuleteni jinsi ya kutengeneza snowballs nyumbani kwa njia rahisi sana. Katika bakuli la kiasi, nitaweka chicha za nazi vikombe vitatu. Hizi chicha nimezipata supermarket. Baada ya hapo, nitaweka maziwa mazito kikombe kimoja na robo kikombe, ambacho nimepimia chicha za nazi ndio kikombe ambacho nimepimia maziwa hapo nitaweka maziwa kama hivyo, na kisha nitafuatia kuweka vanila kijiko kimoja kikubwa cha chakula. Unaweza kuweka vanila ya maji kama hivyo, ama unaweza pia ukaweka vanila ya unga ikiwa uko nayo nyumbani. Baada ya hapo, nitachanganya kama hivyo. Nimeanza kwa kuchanganya na mwiko kwa hatua awali, kisha baadaye nitachanganya kwa kutumia mkono mpaka nazi na maziwa zipate kuchanganyika vizuri. Vilevile vile, kama ni mara kwa kwanza kutazama chaneli hii na kusihi, ndugu yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na marafiki. Vilevile vile, matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki na wakaribisheni sana. Baada ya hapo iko tayari, na hapo nina rangi tofauti. Hapo nina rangi ya kijani, vilevile nina rangi ya njano na pia nina rangi nyekundu lakini nataka snowballs za rangi ya pink. Kwa hiyo hapo nitagawanya zile chicha za nazi ambazo nimezichanganya na condensed milk. Nitazigawanya pande tatu kama hivyo, yani mafungu matatu, kisha nitatenganisha katika sahani tofauti tofauti, ili iwe rahisi katika uchanganyaji wa rangi. Unaweza ukaweka katika vibakuli. Yani, unaangalia kile kitu ambacho ni rahisi kwako katika kuchanganyia rangi. Kwa hiyo, unakuwa una uchaguzi wako, unataka kuchanganya rangi katika sahani ama katika kibakuli, ni wewe na maamuzi yako ya jikoni kwako. Baada ya hapo, nitaweka rangi ya kijani kidogo, yani kiasi kidogo, halafu nitakanda kama hivyo. Hakikisha rangi imechanganyika vizuri na chicha ambazo umeziweka katika sahani um. Baada ya hapo, utaweka pembeni na kisha utaendelea na uchanganyaji wa rangi nyingine. Hapo nitachanganya na rangi ya njano kama hivyo ambavyo inaonekana katika video. Unachanganya taratibu, unaweza ukatumia kijiko kama ikiwa unaona kutumia mkono hautaki ama unaweza kutumia mkono pia, inakuwa inarahisisha zaidi kuliko kutumia kijiko. Kwa hiyo hapo hiyo rangi ya njano iko tayari, na hiyo ilobakia nimetengeneza za rangi ya pinki. Kwa hiyo hapo nimechukua rangi ya pinki ya chakula, kisha sorry, ni rangi nyekundu. Nimeweka kiasi kidogo sana ili kupata ile rangi ya pinki. Kama unataka rangi nyekundu, basi utaweka nyingi lakini, unakuwa unaangalia, kwa sababu pindi unapoweka rangi, zikikaa kidogo ndio zinakuwa zinabadilika rangi vizuri, yani rangi yake inakuwa inakolea. Kwa hiyo hapo nitachanganya vizuri taratibu na kisha baada ya hapo nitaweka pembeni. Kwa hiyo hapo, kwa jumla nilikuwa nina rangi tatu, lakini nilifanya vyeupe, yani plain, vilikuwa viko pembeni kabisa basi nikishamaliza hapo kuchanganya hiyo rangi ya pinki, mwonekano wake zitaonekana kama hivyo ambavyo zinaonekana katika sahani. Na hapo pia nina chicha za nazi za pembeni kabisa, kiasi cha vikombe viwili. Kwa hiyo hapo unakuwa unatengeneza bolsi zako kama hivyo, unakata vidogo, yani unakata chicha za nazi kidogo kama hivyo, halafu unazizungusha mpaka upate bolzi kama hivyo ndogo ndogo tu za kiasi, usitengeneze mabolzi makubwa sana. Baada ya hapo, utaweka katika chicha za nazi zile kavu, kisha utakigaragaza kama hivyo ambavyo inaonekana, na utaendelea kutengeneza bolzi hivyo hivyo mpaka pale utakapomaliza. Fanya kwa awamu awamu, inakuwa ni rahisi sana kwa sababu hizo rangi za chakula zinakuwa zinatengeneza zinakuwa zinaacha rangi rangi. Kwa hiyo unani unapotengeneza kosha mikono yako, halafu jifute na kitambara kisafi, kisha chukua mchanganyiko mwingine utengeneze balls kama hivyo. Na ukishamaliza kuzigaragaza katika chicha za nazi utaziweka katika sahani kama hivyo ambavyo imetoka kuonekana. Kisha nimechukua ile rangi ya pinki na zenyewe pia nitatengeneza balls ndogo ndogo Yani balls uh, za hizi snow zinatakiwa zi- yani zisitofautiane. Usitengeneze kubwa nyingine ukatengeneza ndogo, tengeneza zote ziwe size moja, ndipo hapo unapokuwa unapata muonekano mzuri wa snowballs zako. Kwa hiyo hapo nitagaragaza kwenye chicha hizo za nazi kama hivyo, taratibu na tazama jinsi zilivyo zinaonekana nzuri na zinavutia kwa kutazama tu peke yake. Kwa hiyo hapo nitamalizia zile za kijani kama hivyo ambavyo inaonekana, nitatengeneza na zenyewe pia. Boi ndogo ndogo ni muhimu sana, lakini ni yaani, ni tamu sana kwa kuliwa wakati wa jioni, pale ambako unajiona uko board unataka kitu cha kutafuna tafuna, basi hizi ni nzuri sana na ni tamu sana mashallah, mashallah, mashallah, tamu tamu, tamu ajabu. Kwa hiyo hapo nitagaragaza katika chicha kama hivyo, na kisha mwonekano wake baada ya kumaliza zote zitaonekana kama hivyo, na mpaka kufikia hapo nakuwa nimemaliza kutengeneza snowballs. I hope utajaribu hii recipe na utaipenda. Mpaka wakati mwingine, na watakieni weekend njema, bye.